Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Jambo la kwanza ni kupe, nikutakie heri ya siku kuu ya Pasaka, tukiwa tunakumbuka kufufuka kwa bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo, tukitambua kabisa kwamba Yesu alikuja hapa duniani kwa ajili yetu, akapatwa na mateso mengi kwa ajili yetu, lakini siku ya tatu akafufuka, tukiwa katika kumbukumbu kumbu hizi zilizo njema na za baraka kwa ajili ya maisha ya kwetu, tunakumbuka maanake siku au majira ambayo kanisa liliweza kuzaliwa katika Kristo Yesu. Katika haya yote, natamani sana kwamba tunapokumbuka hili jambo tuweze kuangalia zaidi na maisha ya kwetu kwamba je, yale ambayo tunaishi, je, ni vile ambavyo kweli imetupasa kuishi kama Wakristo ama kama watu ambao tulilipiwa gharama kwa uhai wa mtu ambaye hakuwa na hatia, alivaa mwili wa kibinadamu na akapatwa na mateso mengi, hata kufa msalabani kwa ajili yetu. Basi katika siku hii ya leo, natamani tukapate kujikumbusha jambo moja, ama tukapate kufahamu jambo moja ambalo natamani sana kwamba wewe kama Mkristo, kama mtu ambaye unamtegemea Mungu na unatarajia kupata kitu kutoka kwa Mungu, hutegemei waganga, hutegemei uchawi, unamtegemea Mungu na kutaraji kweli kutoka kwa Mungu. Ni kweli Mungu wetu ni Mungu ambaye ana uwezo na nguvu kubwa, wala hakuna kitu ambacho kinaweza kikamshinda. Lakini katika siku ya leo natamani tukaweze kuangalia kitu kimoja ama tukaweze kukumbuka ya kwamba imetupasa kwamba katika haya yote au katika haya yote ambayo tunakumbuka siku hii ya leo basi, yatukumbushe pia kuweza kuimarisha tumaini letu kwa Mungu na wala sio imani peke yake, ijapokuwa kwamba hakuna tumaini pasipokuwa na imani, lakini katika hiki ambacho tunakiamini. Kama tunaamini kwamba Yesu ni Bwana, kama tunaamini kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu, na baadaye siku ya tatu akafufuka, kwa maana yeye aliweza kuishinda hata ile nguvu ya mauti basi tumaini letu kwa Mungu liweze kuimarika, kwa sababu hata kama tutakuwa tunaamini kwa kiasi gani, tunaamini mambo mengi makubwa na mazuri ambayo Mungu anaweza kayafanya kupitia jina la Yesu, lakini kama hatutakuwa na tumaini lililothabiti katika yeye, haitaweza kutufaidia kitu. Kuna utofauti mkubwa kati ya tumaini na imani. Tunapozungumza habari za tumaini tunazungumza habari ya kuweza kukiweka katika matendo kile ambacho tunakiamini. Kama tunaamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwetu, kama tunaamini kwamba Yesu anaweza akatuponya, kama tunaamini kwamba ye... kupitia Yesu Kristo, so tunaweza tukabarikiwa, tunaweza tukafanikiwa, tunaweza tukavuka, tunaweza tukashinda nguvu zote za uradui, nguvu za kichawi, za kiganga na kila uharibifu basi imetupasa kweli kumtumainia Mungu kwamba hata kama tunapita katika mazingira yenye changamoto au mazingira magumu kwa namna wa yoyote, basi bado tuendelee kumtumainia Mungu, bado tuendelee kumwangalia Mungu, tukingojea msaada wa kwake, tukingojea yeye kwamba aje ajionyeshe kwetu. Bwana Yesu asifiwe kwa sababu hata neno la Mungu kitoma, ukisoma katika kile kitabu cha Yakobo sura ya pili mstari wa kumi na tisa kitabu cha Yakobo sura ya pili mstari wa kumi na tisa neno la Mungu linasema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema; mashetani nao waamini na kutetemeka. Manake kitu gani ambapo hili neno kitu gani ambacho hili neno linatama, linatukumbusha ama linataka tuweze kufahamu kwamba kuamini kwako si shida, ni kweli. Kama kuamini kwamba Mungu yupo kweli, kuamini kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Wengi wanaamini, wengi tunaamini, kila mmoja anaamini. Umebatizwa, unaamini. Mwingine hata kubatizwa bado hajabatizwa, lakini anaamini kwamba Mungu yupo lakini shida inapokuja au utofauti unapokuja, je, ni kwa kiasi gani ambavyo unamtumainia? Ni kwa kiasi gani ambavyo unamtegemea na kumngojea Mungu? Maana unafika wakati ambao tunapopita katika changamoto tunakata tamaa, tunaishia tu kusema Mungu yupo lakini katika hili unaona kuna namna ambavyo unatakiwa kuweza kutumia njia mbadala ili kuweza kupata msaada. Lakini kama tunaweza kumwamini kwamba Mungu yupo, tunaamini kwamba Mungu anatenda, tunaamini kwamba Mungu anaweza akatusaidia, basi hiyo imani tukiweza kuiweka katika matendo, hiyo imani tukiweza kuweka katika utendaji kwamba kama ninaamini kwamba Mungu ndiye anayeweza kuniponya, basi nitaweza kumngojea Mungu na kumlilia Mungu tu katika shida ninayopitia. Hata kama kuna wakati ambao utapita katika misukosuko, amini kwamba ukimngojea Mungu, tambua kwamba ukimngojea Mungu na kumtegemea yeye peke yake, Usitegemee kitu kingine chochote, wala msaada kutoka mahali pengine. Uwe na uhakika kwamba Mungu ataweza kukuonekania. Upo wakati unaweza ukakaa na magonjwa kwa muda mrefu, au kakaa katika shida fulani kwa muda mrefu, lakini kuna kiwango cha imani ambacho Mungu anatamani uweze kufika, ili aweze kukuvusha mahali hapo. Sio swala la kuombewa na watu wengi, kuombewa na nani wala na nani, lakini ni swala la wewe kuweza ku kuisimamisha ile imani ulionayo na kusimamisha tumaini lako kwa Mungu kwamba hata unapoenda mbele za Mungu kumwomba, usiangalie kushoto na kulia, kwa ku yani usiwe na mawazo mengi mengi, kwamba lakini katika hili naona hili, sina hakika kama kwa maombi yangu tu haya Mungu anaweza katenda, kwa sababu Mungu anachoangalia ni imani yako ya ndani basi kama Mungu aliweza kutoa maisha yake aliweza kumtoa mwanake mpendwa Yesu Kristo kwamba afe kwa ajili yako, afe kwa ajili ya shida zako, aje ateseke na kufa, achubuliwe, adharaulike, atukanwe, afanyiwe dhihaka za kila namna kwa ajili yako, uwe na uhakika kwamba Mungu ana uwezo wa kukuvusha hata mahali hapo ulipo lakini shida tuliyo nayo ni kwamba hata tunapoenda kumwomba Mungu bado tunakuwa hatuamini vizuri, hatuamini kama Mungu anaweza katenda. Amini, lakini tunza tumaini lako. Hata kama utaona majibu yanachelewa ama kuna shida utapitia, endelea kutumainia kwamba Mungu ipo siku ataweza kukuvusha, na kwa njia hiyo tu unaweza ukauona utukufu wa Mungu katika viwango ambavyo hujawahi kusikia hadi unaweza ukafika wakati ambao ukauona utukufu wa Mungu katika viwango ambavyo hadi ukaanza kufikiria ama kuangalia namna ambavyo uliambiwa juu ya utukufu wa Mungu au juu ya ukuu wa Mungu, ukaona kwamba hata wale watu hawamjui vizuri Mungu wamekwambia katika viwango vidogo sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu umesimamisha tumaini lako kwa Mungu, na Mungu ni mpya kila siku, fadhili zake ni mpya kila siku, ukuu wake ni mpya kila siku. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukasema tumesema habari zake, sasa tumefika mahali pa mwisho, tumemaliza zote. Lakini ukuu wake ni umpya kila siku, na Mungu anahitaji kuweza kujidhihirisha kwako. Kitu cha muhimu na kitu cha msingi ni kwa kiasi gani umetunza tumaini kwako, kwake, mahali hapa, kama nasema hata mashetani wanaamini na kutetemeka. Kumbe anataka kutuambia kwamba kuamini kwamba Mungu yupo si shida, kuamini hilo sio shida, ni kitu kidogo. Lakini je, unamtumainia? Unaweza ukawa upo ndani ya kanisa, upo ndani ya huduma, unaamini Mungu yupo, unaamini Mungu anaishi, unaamini Mungu anatenda, lakini je, ni kwa kiasi gani unamtegemea yeye au unategemea vitu vingine? Ni kwa kiasi gani upo tayari kuweza kumngojea yeye, kwamba hata katika hali zozote atakazopitia utakazopitia au mazingira yote utakayopitia, kwamba yeye peke yake ndiye ambaye atakuokoa. Ukiweza kumtumainia Mungu kama ambavyo Mfalme Hezekia katika kitabu kile cha pili cha Wafalme sura ya kumi na nane ukisoma sura ya kumi na nane na ya kumi na tisa pale utapata habari kwa upana zaidi, lakini mimi nitaenda kusoma ile sura ya kumi na nane ule msari wa kumi na tisa Wafalme wa Pili sura ya kumi na nane msari wa kumi na tisa Neno la Mungu nasema yule amili akawambia, haya mwambieni Hezekia kusema Mfalme mkuu, mfalme wa Shuru asema hivi: Ni tumaini gani hili unalolitumainia? Hapa haulizi habari ya kwamba ni imani gani hii ulio nayo, lakini anauliza kwamba ni tumaini gani hili ambalo unalitumainia. Maanake anauliza ni kitu gani hiki ambacho unakingojea, ambacho unaona, pamoja na mazingira haya kuwa magumu kwako, pamoja na hali kwamba umekwisha kushindwa, bado unaona, unaona kama vile kuna uwezekano wa wewe kuweza kushinda lakini utaona kwa sababu ya lile tumaini ambalo Hezekia alikuwa nalo kwa Mungu mpaka baadaye Mungu akaenda kumfanikisha na kuombea. Hata wewe unapokumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tukaendeleze pia kuimarisha tumaini letu, iwe katika shughuli zetu, katika kazi, katika mahali, katika magonjwa, katika kila kitu tulicho nacho na kila kitu tunachokifanya, tumtumaini Mungu na tujikabidhi mbele za Mungu. Mungu ataweza kutenda zaidi na zaidi, hata zaidi ya yale ambayo tuliweza kuyatarajia au yale ambayo tuliweza kuambiwa. Basi natuombe. E Mungu mwenye nguvu na mamlaka, nalitukuzwa na, na kurinwa jina lako. Nasema sante kwa fadhili zako, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye anaenda kusikiliza ambaye naenda kusikiliza neno lako hili na ujumbe huu. Nakusihi peke yako Mtakatifu ukapate kusimama kwa ajili yake, ukamtetea, ukampiganie pamoja na imani yake ndogo aliyonayo, pamoja na kwa kiasi kidogo ambacho ameweza kukutumainia. Nakuomba kafanye kitu katika moyo wake ukafanye kitu katika maisha yako, ukafanye kitu hata katika magonjwa ambayo yameonekana kwamba ni sugu kwake, hayawezekaniki kuweza kuponyeka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo na kuomba, E Mungu mwenye nguvu ukapate kuingia ndani yako, ukaingia katika familia, ukaingia katika mwiri, ukaingia katika afya zao, ukaingia katika masomo, ukaingia katika biashara, ukaingia katika kazi zao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika biashara, kazi zao, jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika ofisi zao, ukapate kuingia falma mani ukapate kuonekana, ukapate kutenda umefufuka, ukapate kufufuka na katika moyo wake, na kuomba peke yako ukapate kufunguria akili, akazidi kuelewa zaidi na kuweza kujifunza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utukufu, heshima, mamlaka na nguvu ni vyako peke yako, ewe Mungu mwenye nguvu, na kuomba peke yako, ukaendelee kusimama, ukaendelee kuwajenga na kuwatunza watu wako wote hawa katika